ambapo mashindano yamefanyika tarehe sita ndio ilikuwa hitimisho tarehe sita Disemba, pale nchini Bahrain, ambapo uh, taifa letu lilifanikiwa kupata tuzo tano kwenye mashindano ya dunia. Mheshimiwa Rais, uh, uh, tuzo ambazo tumezipata moja ni eneo bora la utalii wa safari duniani Leading safari destination ambapo tumeshinda, na hii ndiyo tuzo kubwa kidunia. Na tukaipata tuzo kubwa kabisa ambayo leo hii tutakukabidhi nayo, inaitwa Africa leading destination, kituo bora cha utalii barani Afrika. Taifa letu lilipata, tulishindanishwa na mataifa kadhaa ikiwemo Botswana, Misri, Ghana, Kenya, Malawi, Moroko, Msumbiji, Namibia, Nigeria, Rwanda, Afrika ya Kusini, Uganda na Zambia. Mheshimiwa Rais, baada ya mpambano mkali, wadau walipiga kura na Tanzania ikaibuka mshindi ndani ya bara la Afrika. Mheshimiwa Rais, pamoja na tuzo hii kubwa, pia tumeshinda tuzo ya hifadhi bora duniani, ambapo hifadhi yetu ya taifa ya Serengeti imeipata tuzo hii naotoa huduma katika eneo hili pia nao hupigiwa kura. Taifa letu pia limepata bahati kubwa, na tumeshinda tuzo ya mtoa huduma bora wa utalii wa puto. World's leading balloon safari ambayo pia tumepata sisi wa Tanzania kupitia kampuni yetu ya Serengeti ya baloni ambayo imeshinda tuzo hii, lakini pia kisiwa chetu cha Tanga kule Mafia nacho kimepata tuzo ya kidunia kama kisiwa binafsi kinachoongoza kwa shughuli za utalii duniani. Kwa hiyo nayo hii tumeipata, naye inakamilisha sasa tuzo zile zilizosema tano. Aidha, Zanzibar nayo ilishinda tuzo ya eneo bora barani Afrika kwa mapumziko ya kikazi Makubwa, kaji, ni makampuni makubwa yanapotaka kwenda kupumzika huku wakifanya kazi wameichagua Zanzibar kuwa ni kituo bora kabisa duniani. Na mheshimiwa rais, tuzo hii tulikabidhi kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi mwishoni mwa mwezi Disemba. Dunia hii ni kubwa. Kuna watu matajiri wameendelea, wana vivutio wana nini, hawakuonekana. Tumeonekana sisi, na tumeonekana kwa sababu tume preserve nature, tume preserve nature. Mtu akienda Serengeti anaona maumbile ya Mungu haya hapa, akienda Ngorongoro anaona ukuu wa Mungu huu hapa, na tume preserve, hatujaharibu. Mwendelee kusimamia hiyo.